Wapendwa baba zangu, wapendwa mama zangu, wapendwa kaka zangu, wapendwa dada zangu, kaka zangu, kalumu na kanyanya zikatunda mrungi ugude bona. <coughs> wazo letu la leo, upendo ni utatu. Upendo ni utatu. Mwambie jirani yako, upendo ni utatu mwambie tena upendo ni utatu somo linalotuongoza ni somo la kwanza waraka wa mtume Paulo kwa Warumi sura ya tano mstari wa tano: pendo la Mungu limekwisha kumiminwa mioyoni mwetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa. Leo ni sherehe ya Utatu Mtakatifu. Katika ibada zetu tunataja sana Utatu Mtakatifu. Tunapofanya ishara ya msalaba tunataja Utatu Mtakatifu. Naomba tuseme: kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana na la, la Roho Mtakatifu. Tunataja Utatu Mtakatifu katika sala ya atukuzwe Mungu, tunataja Utatu Mtakatifu katika sala ya nasadiki, tunataja Utatu Mtakatifu. Sasa <clears throat> niambie, namna gani mishumaa mitatu kwenye chumba kimoja usiku inatoa mwanga mmoja? Nitakuelezea muundo wa Utatu Mtakatifu. Mishumaa mitatu kwenye chumba usiku inatoa mianga mingapi? Mmoja, mwanga mmoja, yote inaungalika inakuwa mwanga mmoja. Mtakatifu Augustine alisema ikiwa unaona upendo, unaona utatu mtakatifu. Kwa maana gani? Kuna mpenda, kuna mpendwa, kuna kiungo kinachounda ule upendo. Ndio maana wale wanaimba za ngome ngonzi za ngome ngonzi zankomonukonayatenbele <tuhi> Sasa naongelea upendo mtakatifu. Hmm. Kwamba upendo umenifunga, umenifunga wazi wazi. Kwa hiyo kama kuna mpenda, kuna mpendwa, lakini kuna kifungo cha upendo. Mungu Baba anapenda. Mungu mwana anapendwa, na kuna kifungo cha upendo, ni roho mtakatifu. Mtakatifu Gregori wa Nazianzi alisema utatu ni umoja wa kiungu, Baba upenda, mwana upendwa, na roho ndio upendo, huo unashirikishwa. Kengele si kengele hadi ipigwe, wimbo si wimbo hadi uwimbwe Daftari si daftari mpaka uandike ndani. Kalamu si kalamu mpaka itusaidie kuandika. Kamera si kamera kama itusaidie kupiga picha. Kwa hiyo na upendo si upendo kama huwezi kuugawa. Mmm, upendo si upendo. Utatu Mtakatifu, mfikirie Baba. Mungu Baba kama chemchemi, Mungu Mwana kama mtu na Mungu Roho Mtakatifu kama ziwa. Mfikirie Mungu Baba kama mzizi, Mungu Mwana kama matawi, Mungu Roho Mtakatifu kama matunda. Sasa maji, maji yanakuwa katika hali tatu. Sivyo? Maji yanakuwa katika hali ngapi? Tatu. Mwenye jibu anisaidie. Maji yanakuwa katika hali ngapi? Tatu. Tau amshe mkono. Hali tatu za maji mwalimu kimiminika, gesi na ya tatu ya ya bisi. Asante sana, asante sana. Kimiminika, gesi, ya bisi. Wakujie makofi. Lakini ni maji, kuna kimiminika, unaenda kuchota ndoo maji lakini kuna gesi inatoka kama hewa, lakini kuna yabisi inaganda, unakuwa na barafu, lakini ni maji. Ndivyo ile Mungu alivyo. Turudi kwangu mimi, hapa mna mniita baba paroko, nikienda nyumbani, mama mzazi na baba mzazi, mama anasema umwana yeye, yaija mtoto amekuja, Waumuli umeenda bado, mama na baba wananiita mtoto. Nyinyi mnaniita baba paroko. Nikienda kwenye vikao vya kichungaji jimboni, wananiita mkurugenzi wa idara ya kichungaji. Kule ni mkurugenzi, nyumbani mtoto, hapa baba paroko <laughs> nikamlisha yule yule ni Kamugisha yule yule. Hii ni mifano ingawa ni ya fifsi kamirifu, inatusaidia uelewa Utatu Mtakatifu. Christopher Columbus, nafikiri mmsikia katika historia. Christopher Columbus alikuwa na ibada kwa Utatu Mtakatifu, akawa na project mradi wa kugundua nchi nyingine au visiwa vingine kila akiandika maandiko anaanza kwa jina la Utatu Mtakatifu. Alipowasilisha katika baraza la Salamanca, ambapo ilikuwa ni mkutano wa wanazuoni wote, wanasayansi na wanateolojia, nadharia yake kuhusu kuwepo nchi nyingine, ulimwengu mpya unaweza kugunduliwa, alianza kusema hivi: na nawasombereeni kwa jina la Utatu Mtakatifu zaidi kwa sababu watawala wetu wameamuru nilete mbele yenu hekima yenu mpokee mladi huu ambao kwa hakika umetoka kwangu ukiwa amevuviwa na Roho Mtakatifu. Katika safari yake ya kwanza, Christopher Columbus mwaka 1498, kisiwa alichokigundua alikiita Trinidad. Trinidad, Trinidad maana yake utatu, Trinity, utatu, Trinity, kwa hiyo Mungu Baba anapenda. Naomba tuseme Mungu Baba anapenda <coughs> tuseme tena Mungu Baba anapenda. <clears throat> Askofu kuto nishini alisema, <clears throat> upendo wa kweli hauwezi kubaki peke yake, lazima uende kwa wengine. Hii ndiyo sababu Mungu si nafsi moja, bali mtatu. Kwa msingi huu, Mungu Baba anapenda. Mtakatifu Ireneus alisema, kwa upendo wake Baba hutuma neno lake na ema lake Roho, si kwa nguvu, bali kwa upendo. Ndio maana Mungu Baba, Yesu alipokuwa msalabani, Mungu Baba alikuwa anatumia message, alikuwa anatumia ujumbe I love you. Naomba tuseme I I love you too. Naomba tuseme tena, I love you, naomba you too. Mungu Baba alikuwa anatumia na nawapenda namna hii na, na, na, unayempenda utamtaja, unayempenda utamtaja, mwambie jirani yako, unayempenda utamtaja Marehemu Sebastiani Kinyondo wakati wa kampeni, kila mara alikuwa anamtaja mke wake ko burungo, akiwaambia wananchi, anasema naviko burungo anawasalimu, na naviko burungo anawasalimu. Nilitamani sana kumwona huyu niko burungo, nikakuta naye makuguri na akaja hapa kuiji miziro huyu niko burungo. Lakini alikuwa anamtaja, unayempenda utamtaja, unayempenda utamtaja

tena utamtaja kwa majina mazuri unayoyapenda, unayempenda utamtaja, mwambie jirani yako unayeupenda, utamtaja. Naomba msikumskumei unaye mpenda utamtaja. lo Mtakatifu ni kifungo cha upendo, papa leo kama pumzi ya upendo na ni kifungo cha umoja wao. Upendo kwa Mungu utufunge waziwazi wazi, zitukome ngonzi. Kwa hiyo utakuta Mungu Mwana anamtaja Roho Mtakatifu, mtawaletea Roho Mtakatifu. Mungu Baba anamtaja Yesu, wakati anabatizwa alisema huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye msikieni yeye, anamtaka napenda. Kumaliza, kwa hiyo tuwezi Utatu Mtakatifu kwa kufanya ishara ya msalaba. Shetani anaogopa ishara ya msalaba, kama Mungu anavyoogopa fimbo. Tuwezi Utatu Mtakatifu kwa kusali litania ya Utatu Mtakatifu. Tuupende Utatu Mtakatifu kwa kusali sala ya kusali tukuzwe Mungu hmm na tuushuhudie Utatu Mtakatifu kwa kupendana. Ukipendwa pendeka, mwambie jirani yako: ukipendwa pendeka, ukibebwa bebeka. Unajua katika maisha usipopendwa, yaani kama unaanzia maisha toharani, umeianzia hapa duniani. Kuna mwanamama aliulizwa na mme wake "Unanipenda?" Mwanamke akakaa kimya, anaitwa Golda mama anaitwa Tete, akakaa kimya. Mwanaume mwanaue tena akauliza, unanipenda? Akakaa kimya. Wewe una masikio, unanipenda? Mwanamke akisema sikuelewi, sikuelewi, sikuelewi. Nimekuzalia watoto sita, watoto sita nimewalea na wapikia na wajari na waogesha, nawapeleka hospitali na kupikia, nasafisha chumba chako, naweka mavazi yako vizuri kabla ujaenda kazini na kupigia simu kila mara kujulia kukujulia hali yake unaendeleaje? alafu unaniuliza unajipenda? Sikuelewa, sikuelewa, sikuelewa, sikuelewa, mm, sikuelewa yani Usiangalie tu maneno na kupenda, angalia matendo. Mtu anakuangaikia, mtu ana achoki, yupo kwenye maangaiko kwa ajili yako, anakufia kwa ajili yako, amekuletea watoto kwa ajili yako, alafu unamuuliza unanipenda? Bwana hmm. Mwanamke kama mwanaume anakutendea haya, usimuulize hmm, nakupenda, unanipenda? Amekupatia era mmm, umeenda saluni, hiyo nguo uliyovaa amekununulia, ame anakuweka sawa, anakusema vizuri mbele ya watu, anakutaja, anakubembeleza, ananunua kitoweo. Toi kunya hata, Toi kunya hata. Hmm. Mashuka unayo, blanketi unayo anakujaili amekunulia sim smartphone, alafu unamuuliza unanipenda? <laughs> <laughs> <laughs> Kwa hiyo ninaomba tupendane. Upendo ni utatu, kuna mpenda, mpendwa na kifungo cha upendo. Zikukolendozi. Tumsifu Yesu Kristo.